Hujuma za serikali dhidi ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA zinaendelea, ambapo jana kiongozi mwandamizi wa chama hicho Mheshimiwa Godbless Lema alizuiliwa katika mpaka wa Namanga wakati akijaribu kuvuka kuingia nchini Kenya kwa ajili ya matibabu. Mheshimiwa Lema alisimamishwa na maafisa wa idara ya uhamiaji waliomjulisha kuwa pasipoti yake inazuiliwa na kwamba amewekewa marufuku ya kusafiri nje ya nchi. Kwa mujibu wa taarifa, Mheshimiwa Lema alitumia zaidi ya saa nne akisubiri maelekezo kutoka kwa maafisa wa uhamiaji na hatimaye alitakiwa kurudi nyumbani Arusha na baadaye kuripoti Dodoma katika makao makuu ya idara ya uhamiaji kwa ajili ya mahojiano zaidi. za kupitia katika ukurasa wake wa X zamani Twitter, Mheshimiwa Lema alieleza kwa uchungu kwamba baada ya kusubiri masaa zaidi ya manne, sasa nimezuiwa rasmi kusafiri. Pasipoti yangu imechukuliwa. Aliongeza kuwa alikuwa amepanga kufika Nairobi siku iliyofuata kwa ajili ya uchunguzi wa kiafya. Aa, katika ujumbe wake wa pili, Mheshimiwa Lema alieleza wazi kuwa hajawahi kufunguliwa kesi yoyote, hana kosa lolote la kiuhamiaji, na polisi hawajamfungulia malalamiko yoyote. Alisema namnukuu, nimezuiliwa kinyume na utaratibu wa sheria, nimenyimwa haki ya kusafiri na kupata matibabu bila sababu ya msingi. Alionya kuwa taarifa ya uhamiaji iliyotolewa baadaye ilikuwa ni mbinu tu ya kulinda mamlaka zinazokandamiza watu wenye itikadi tofauti. Na kwa upande wake idara ya uhamiaji ilitoa taarifa rasmi ikithibitisha kwamba ni kweli kwamba ilimzuia Mheshimiwa Lema kuondoka nchini Tanzania kwenda huko Kenya. Katika taarifa yake iliyosainiwa na msemaji mkuu wa idara hiyo, uh, SSI Paul J Msele uh, ilieleza kuwa hatua hiyo ni ya kawaida na uchukuliwa kwa raia yoyote pale ambapo kuna taarifa zinazohitaji mhusika kuojiwa. Aidha, idara hiyo ilikanusha kuwa zuio hilo linawalenga viongozi wote wa Chadema ikiwataka wananchi kupuuzia madai hayo ya Mheshimiwa Lema na kudai kuwa madai hayo ni ya uongo. Hata hivyo tukio hilo la mheshimiwa Lema halijatokea kwa bahati mbaya, na hilo liko wazi, na hili limetokea wiki chache baada ya kiongozi mwingine mwandamizi wa Chadema mheshimiwa Amani Golugwa kukamatwa katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere jijini Dar wakati akijiandaa kwenda nchini Ubelgiji kuhudhuria mkutano wa Umoja wa Vyama vya Kidemokrasia Duniani, IDU. Mheshimiwa Golugwa alizuiwa pamoja na wenzie na hakuweza kusafiri, na alipokamatwa jeshi la polisi halikutoa maelezo yoyote, ilhali alikuwa na nyaraka sahihi kwa ajili ya safari zake. Sasa kuangalia kwa undani matukio haya ni mwendelezo wa ukandamizaji unaofanywa dhidi ya chama cha demokrasia na maendeleo. Kwa sababu ni muhimu kulianga, kuliangalia tukio hili la Mheshimiwa Lema pamoja na hilo la Mheshimiwa Golugwa na mlolongo wa matukio ambayo yamekuwa yakijitokeza hivi karibuni. Ah, miongoni mwa matukio makubwa kabisa ya hivi karibuni, licha ya haya mawili, ni la msajili wa vyama vya siasa kuchukua uamuzi wa kutengua Uh, uteuzi wa viongozi kadhaa waandamizi wa, wa chama hicho. Um, Chadema imetangaza kwamba inaenda mahakamani kupinga uamuzi huo uliochukuliwa na huyo msajili wa vyama vya siasa. Lakini pia uh, mamlaka zimeizuia Chadema kushiriki uchaguzi mkuu wa mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano kwa kudai kwamba chama hicho kimekiuka Uh, kimekataa kusaini kus, uh, makubaliano kuhusiana na taratibu na kanuni za uchaguzi huo mkuu. Lakini wanasheria wanasema kwamba hizo kanuni, kosa hilo la kuchelewa kusaini kanuni, kusaini, kanuni halikizuii chama kutoshiriki. Yani chama hakipaswi kuzuiwa kushiriki uchaguzi kwa vile tu kimechelewa, kwa sababu hizo kanuni ni kama taratibu ni kama pledge fulani kwamba chama kitafanya hiki kitafanya kile, na endapo kutakuwa na, na masuala ya kisheria ambayo yatakuwa yamekiukwa, basi mamlaka husika zinaweza kuchukua hatua za kisheria. Kwa hiyo ni wazi kwamba hiyo ilikuwa ni mbinu tu ya kujaribu kuibana CHADEMA na kimsingi haikuwa na maana kwa sababu tayari CHADEMA walishasema kwamba wao hawatoshiriki katika uchaguzi huo mpaka pale sheria, kanuni na taratibu za uchaguzi zitakapobadilishwa kwa hiyo ni ajenda ya no reforms, no election. Hata hivyo CHADEMA walilalamikia swala hili la kuzuiwa kushiriki uchaguzi, kwa sababu ni muhimu kuwa katika record kwamba uh, hata kama wao wamesema kwamba watauzuia wata, watashinikiza kuzuiwa kufanyika kwa, kwa uchaguzi huo, hiyo haimaanishi kwamba mamlaka ina uhuru wa kukizuia chama hicho kushiriki uchaguzi, hilo moja, lakini jingine ambalo limetokea katika mlolongo wa matukio hayo ni pamoja na chama hicho kukatiwa ruzuku um, e, serikali imekikatia ruzuku CHADEMA uh, kwa madai ambayo kwa hakika hayana msingi. Na pia CHADEMA imeamua kuchukua hatua dhidi ya dhidi ya kunyimwa ruzuku, kwa sababu ni haki yake kisheria, sio kama inatakiwa kupewa fadhila, lakini taratibu na kanuni zinaruhusu chama hicho kupatiwa ruzuku. Um, kwa hiyo hizo ni miongoni mwa matukio mbalimbali yanayoendelea, lakini kubwa zaidi katika haya ni kuhusu kesi ya mchongo aliyobambikiwa mwenyekiti wa taifa wa chama hicho Mheshimiwa Tundu Antipasilisu ambaye mpaka sasa ni zaidi ya mwezi yupo jela uh, ambapo kesi yake licha ya ya mashtaka yenyewe kuwa yanaonekana kabisa kwamba ni ya kisiasa, lakini mwenendo wa kesi yake umegubikwa na upendeleo wa wazi, ambapo dola imekuwa ikifanya vitu kwa kama mzaha. Yani kesi yenyewe imekuwa ni kama mzaha fulani wa kisheria, kwa sababu uh, awali baada ya mheshimiwa Lissu kufikishwa mahakamani mara moja uh, kwa mara mbili mfululizo hakufikishwa, kinyume na matakwa yake binafsi kwa sababu mshtakiwa ana haki ya kuchagua afike mahakamani in person au atumie njia ya mtandao, lakini serikali uh, kupitia ofisi ya mwendesha mashtaka ikalazimisha kesi hiyo ifanywe kwa njia ya mtandao. Hatimaye hakimu akalazimisha kwamba kesi ifanyike akiwa Mheshimiwa Lissu amefika mahakamani. Lakini hata hivyo, mambo bado yameendelea katika hali ya kusikitisha na kuchukiza ambapo jinsi mheshimiwa Lisu anavyoletwa mahakamani unaweza kuhisi labda ni gaidi . Yaani kimsingi hata kama kesi itakuja mwishoni mwa kesi hiyo mheshimiwa Lisu atashinda, lakini jinsi alivyokuwa treated, kwa maana ya jinsi anavyowasilishwa mahakamani, ulinzi uliopo ni kama tayari amehukumiwa. Yaani ni kama mtuhumiwa wa ugaidi na vitu kama hivyo. Kwa hiyo haki kimsingi haitendeki, lakini mwenendo wa waendesha mashtaka, mawakili wa serikali umekuwa ni wa kusikitisha, lakini hakimu amekuwa akiwapa um, kama amewapa idhini vile ya kufanya wanachotaka kukifanya. Kwa hiyo ndiyo hali halisi ambayo inaendelea. Kwa hiyo haya yote ni mwendelezo wa matukio yanayoashiria kwamba kuna mkakati maalum wa serikali dhidi ya, cham, dhidi ya chama hiki cha demokrasia na maendeleo CHADEMA, na ikumbukwe tu kuna kesi ambayo imefunguliwa na baadhi ya wanachama kama wanachama wa zamani wa chama hicho uh, kutoka Zanzibar ambao wanadai kwamba chama hicho kimekuwa na ubaguzi, kimekuwa kikibagua Zanzibar. Lakini haya yanafanyika wakati hawa waliofungua walikuwa ni sehemu ya uongozi. Kwa lugha nyingine, kama wanajifungulia mashtaka wao wenyewe. Lakini hawa walikuwa ni watu wa mwenyekiti wa zamani wa chama hicho Mheshimiwa Freeman Boy. Kwa hiyo ni mlolongo wa matukio ambayo yanakikabili chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA. Uh, lakini kwa bahati nzuri uh, habari za kuridhisha ni kwamba chama hicho bado kimeendelea kusimama kidete. Uh, katika siku za hivi karibuni kimekuwa kikiendelea na ziara mbalimbali nchini uh, Tanzania kwenye kampeni ya no reforms no election na kwa hakika inakwenda vizuri. Pia wanaendelea na jitihada za kuhamasisha michango, watu mbalimbali wamekuwa mbali mbali wakikichangia chama hicho na pia wamekuwa wakipata kiwango cha kutosha. Hata nyakati za mikutano, wananchi wamekuwa wakijitokeza kutoa kile kidogo walichonacho. Kwa hiyo na kauli wanazozitoa viongozi na wanachama ni kwamba haya yatapita basi. Una maoni gani kuhusu ile? Karibu uchangia. Asante na kwaheri.